Sasa hivi wanaanza tena uwanja wa, wa Pemba. Kwa kweli kwa kweli ina, ina Zanzibar inapendeza, Zanzibar inapendeza, mahoteli yako mengi watalii wako wengi eh, wengi. Kanaambia airport ya, ya, ya Zanzibar hapa inapokea ndege nyingi kwa siku kuliko ile airport ya Dar es Salaam eh, eh, ona. Eh, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo kwa kweli kwa kweli ni, ni kiongozi hasa wa anayependa maendeleo anapenda kuona Zanzibar imepiga hatua kubwa maendeleo, na jitihada hizo zinaonekana kwa mimi, ambaye nimekuwepo sabini na saba eh, eh. <laughs> na na napokuja na, leo Mwenyezi Mungu kanijalia kuwa, kuwepo kuwa hai mpaka leo, ni Zanzibar tofauti sana, na sio hapa mjini tu, lakini hata ukienda huko kusini, ukaenda kaskazini, ukienda Pemba wa lakini ni kiongozi kiongozi, lakini kama navyosema, uongozi ni kazi ya kupokezana vijiti mm. Wenzake kule walipoifikisha Zanzibar ndio imempa nafasi yeye ya kushughulikia haya. Wasingefanya yale waliyofanya kina Karume na Sheikh, ingebidi yeye afanye ye iyo kazi kubwa yeye. Kwa hiyo eh. I'm so tunapozungumzia hmm, uh, sera ya uchumi wa bluu tuna maana gani? Unajua, unajua watu, watu wanadhani sera ya bluu yani, uchumi wa bluu ni kitu cha ajabu sana. Ni uchumi wa kutumia, ma, kutumia bahari yani kuitumia bahari kama rasilimali. Sasa unaweza kupata nini kwenye bahari? Unaweza kufanya shughuli za uvuvi, ndio sehemu ya uchumi wa bluu bahari unaweza kufanya kukua kukua na bandari. Hey, naona. Hey. bahari yeah. bahari unaweza kufanya utalii, na moja ya masomo ambayo yanafundishwa hapa hey, ni hiyo utalii wa bahari hey, Naona. kwa hiyo hiyo ndi, yani, ni, yani uchumi wa bluu ni kutumia, yani, ni kutumia kutumia bahari kama rasilimali ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kiuchumi na unachoweza kupata kule kwenye bahari ni samaki. Eh, sasa kuna samaki kuna kuna, prawns, kuna, kuna, kuna kuna kuna kuna kamba kuna wanaita <laughs> <majongo. laughs> eh, matango matango bahari na vitu vingine. Kwa hiyo unachoweza, yani, namna gani unaweza kutumia bahari hey, kutengeneza kama kama sasa, kama kwa mfano wale zile cruise ships zile eh hey, ili ndio uchumi wa blue wa kuua mapinduzi mapi